Nina wasalimu wapenzi watazamaji wa kituo cha Kenya Updates, popote mlipo hamjambo. Karibu ni wapashe ni wapakulie yale ambayo yameweza kuchapishwa kwenye magazeti kwa sababu hichi ndicho kituo ambacho kinakuchambulia kwa lugha nyepesi ya Kiswahili yale ambayo yameweza kuangaziwa kwenye magazeti katika taifa letu la Kenya kila siku. Kila ambacho nakuomba ni uweze kuchukua tu sekunde yako moja, mbili, tatu ukapiga subscription, ubonyeze kengele. Kifanye hivyo, utaku mejikatia tiketi ya moja kwa moja ili uendelee kupokea matukio yetu na utakuwa umeweza kujijenga hichi kituo. Naomba tuanze na gazeti la Daily Nation, tuone ni lipi ama ni yepi ambaye ameweza kuangaziwa hapo. Jinsi ambavyo unaona hapo, tukaelezwa kwamba Ruto, Gideon Moi in State House Talks. Tunaelezwa kwamba Rais Ruto na mtoto wa aliyekuwa rais wa pili Daniel Toroitich Arap Moi walikuwa kwenye mazungumzo ikulu kuu ya Kenya. Je, ni kipi hicho ambacho walikuwa wanazungumzia? Uh, gazeti ile kundani likaendelea kusema kwamba president Ruto yesterday on Wednesday, hosted his political opponent Gideon Moi a son of the country's second head of the state with whom he has had a long running rivalry for talks that signaled a thawing of relations sources said they discussed the upcoming by election for the Baringo a senate seat with which they Kanu chair Gideon Moi is keen to recapture with the ruling party

And consider his candidacy in 2027, but the chairman politely declined. So, automatically, chama uh, gazeti hili la The Daily Nation wameweza kutuambia kwamba mkutano ambao Rais William Ruto aliweza kufanya na Gideon Moi mtoto wake Daniel Arap Moi upande wa State House, kwa sababu William Ruto ndiye aliweza kumwita bwana Gideon Moi upande wa ikulu, walikuwa wanazungumzia kuhusu uchaguzi mdogo, by election, ambayo itaandaliwa upande wa Baringo. Sote tunaelewa kwamba aliyekuwa seneta wa kaunti ya Baringo aliweza kuaga dunia mwezi wa pili mwaka huu. Kama kawaida, lazima uchaguzi mdogo uweze kufanyika, yani by election, ili atakayechukua hatamu kuendeleza ile miaka ambayo ilikuwa imesalia apewe mamlaka. Tayari pametokea kambi mbili: kambi ya KANU ambayo inapeperushwa bendera yake na mtoto aliyekuwa rais Daniel Moi, na kambi ya UDA ambayo imeweza kumtoa bwana Chemitei. Chemitei ni kijana na bwana Gideon Moi, unaelewa bado ni kijana mzee. So tumeweza kuelezwa kwamba UDA imeogopa kwamba huenda ikaweza kupoteza hicho kiti upande wa Baringo. So, wakaweza kumtafuta Gideon Moi kumpembeleza ili wampe tenders, kampuni zake ziweze kupata biashara mzuri ili aweze kujiondoa kutoka kwa kinyanganyiro cha senatorial seat, kwa sababu ukiweza kusoma hili gazeti kwa undani, kuna penye wanakuambia kwamba wawili hawa walizungumzia mambo mawili, by election na biashara. Sote tunaelewa kwamba familia ya bwana Moi iko kwenye biashara. Familia ya bwana Moi ndio inamiliki kampuni ya KTN, ndio inamiliki kampuni ya The Standard, na tunaelezwa kwamba biashara hizo hazijakuwa zikifanyika vizuri. Ah, pamekuepo na changamoto ya kibiashara tangia William Ruto alipoweza kuingia mamlakani. Wamekuwa wakipata hasara. Kampuni hii imekuwa ikiwafuta wafanyakazi. So, William Ruto akamuita akamwambia nakuomba hivi uweze kujiondoa, usiuanie kiti cha Baringo senatorio seat, na badala yake umuunge mkono huyu bwana Chimitei wa chama cha UDA na nitakupea zawadi. Zawadi ya kwanza bwana Gideon Moi atateuliwa kwenye kazi ya serikali. Namba mbili, Bwana Gideon Moi biashara zake zitakuwa zinapata tenders. Sota tunaelewa kwamba serikali iliweza kunyima kampuni ya The Standard ikaweza kunyima kampuni ya KTN advertisement kwa kila ambacho serikali ilikuwa inalalama kwamba KTN na The Standard wanamulika serikali ndani sana. So wakasema kwamba kama njia moja ya kuwaadhibu, hatutaweza kuwapea contract. Lakini William Ruto akaweza kumwambia Gideon Moi, ona bwana, chorwenyu gero nimekupea tenders Agonin tenders Agonin rawishe aniga seat, nitakupea kazi, nitakupea pesa, rawisie nitakupea tenders nanielewa, lakini uweze kujiondoa kuhicho kiti. Lakini Gideon Moi akaweza kumkatasa Rais Ruto, hapana hata mimi ninataka kuingia kwenye hiyo race ili nifufue chama cha KANU. Lakini mpaka sasa hivi unajua, hii leo siku ya Alhamisi ndio siku ya mwisho kwa wale ambao watagombea viti kuwasilisha stakabadhi zao. Endapo Gideon Moi hatawasilisha stakabadhi zake kuweza uh, kukaguliwa na kukubaliwa na IEBC kugombea kiti cha useneta wa Baringo, jua kwamba ame, amekwisha kubali, amekubali kutongozwa na William Ruto ajiondoe kwa hicho kinyanganyiro, apewe tenders, apewe kazi. Wanasiasa wanasema kwamba even one second, even one minute in politics means a lot. Uwezo ukajua tena, William Ruto ameamka siku ya Alhamisi na kumpigia Gideon Moi ilochorenyu Muulizo umemalizaje ile story? Ndio nakwambia wanasiasa hawananga chuki. Sisi wananchi ndio tuko na chuki. Na nielewa mpenzi mtazamaji, sisi wananchi ndio tuko na chuki lakini wanasiasa hawana chuki. Kumbuka kwamba Moi na William Ruto walikuwa marafiki. So William Ruto anaweza akamwambia Gideon Moi kuja hapa, bwana, serikali ni yetu kutoka Rift Valley. Njoo hapa tukule. Lakini huwa anashangaa. William Ruto wakiungana na Gideon Moi inasemekana kwamba ni urafiki wanarejesha, wanasema kwamba ni statesmanship. Lakini Uhuru Kenyatta waungane na Rigathi Gachagua itasemekana kwamba ni wakabila wameweza kuungana. Ni aibu iliyoje! William Ruto yeye, wakiungana na Gideon Moi inasemekana kwamba ni urafiki ili kuweza kulinda ngome ya Rift Valley. Lakini Uhuru Kenyatta na... Bigadi Kachawa waungane pamoja, utasikia oh, sijui wa kabila wameungana kupinga William Ruto. So, watu wa Mlima Kenya na waomba muweze kuangalia hili kama mnanitazama. Gideon Moi na William Ruto wako kwenye mazungumzo, atujui ni kipi ambacho kitaamriwa kwa sababu sitaki kusema eti kwamba Gideon Moi amekataa. Gazeti hili limesema kwamba Gideon Moi amekataa, lakini nimekuambia kwamba hata sekunde moja kwa siasa inamaanisha mambo makubwa sana Gideon Moi na William Ruto wao wanazungumza. Inasemekana kwamba ni marafiki lakini Uhuru Kenyatta na Gachao wakizungumza utasikia kwamba ni wakabila wanachukia William Ruto. Sasa nyinyi watu wa Mlima Kenya, hebu jiulize maswali. Sababu kubwa ambayo imeweza kufanya William Ruto kumtafuta Gideon Moi ni kwa sababu hataki kupoteza kiti cha Baringo. William Ruto hataki kupoteza hicho kiti. Endapo Gideon Moi atashinda hicho kiti na UDA iweze kupoteza, itaanza kusemekana kwamba William Ruto ameanza kupoteza umaarufu eneo la Rift Valley, na ndio maana hawataki kumsikiliza na hiyo itamaanisha kwamba kwamba tukielekea katika uchaguzi wa mwaka 2027 William Ruto atapatwa na mabaya zaidi kutoka ngome yake ya Rift Valley, na ndio maana William Ruto yuko desperate kumtafuta Gideon Moi ili waweze kusungumza achane na kugombea kiti hicho cha Baringo Senatorio seat. Naona? Endapo Gideon Moi atashinda Rigathi Gachagua atamwambia William Ruto bwana, kama umeshindwa kuunganisha nyumbani kwako unashindwa na chama kingine cha Moi. Wewe ni nani ukuje kupanga mlima, so William Ruto hataki aweza kupata aibu kutoka nyumbani kwake, na ndio maana ameweza kumtafuta bwana Gideon Moi. Gazeti hilo la Daily Nation vile vilevile likaendelea kusema kwamba state house borrowed 95 million, billion 95 billion in 4 months. Just imagine deni la taifa letu la Kenya linazidi kuongezeka na tunaelezwa kwamba serikali ya Mheshimiwa Ruto ambayo iliweza kusema kipindi cha kambini kwamba hawataweza kukopa chini ya miezi minne peke yake wameweza kukopa bilioni 95 na nielewa, na mpenzi mtazamaji, bilioni 95 ndio hayo ambayo yameweza kuangaziwa katika gazeti hilo la Daily Nation. Vile vile gazeti hilo la Daily Nation pale chini tukaelezwa kwamba top judge fight bribery claims. A battle is brewing at High Court in Nairobi as Supreme Court Judge Isaac Lenaola fights off bribery allegations. Tunaambiwa kwamba jaji uh, kwenye mahakama ya upeo bwana Isaac Lenaola ameweza kushtakiwa kwa kile ambacho kinasemekana kwamba anahongwa kuweza kupitisha kesi fulani. Naomba nikupeleke katika gazeti la JK, eh, t, JKIA. Naomba ni kupeleke katika gazeti la The Standard uweze kuona ni yepi ambayo yameangaziwa hapo. Jinsi ambavyo unaona hapo, gazeti hilo likasema kwamba JKIA cocaine trail. Yani uwanja wa ndege wa JKIA umeweza kuangaziwa kwa kila ambacho kinasema unapitisha madawa ya kulevya aina ya cocaine kuelekea kwa mataifa mengine wakaendelea kusema kwamba as cctv footage links a cabinet minister is aid to an allegation drug trafficker the jkia cocaine storm has burst into the heart of government fueling fears that kenya is gateway to the world has been turned into smugglers corridor

Tunaambiwa kwamba taifa letu la Kenya liko pabaya sana baada ya madawa ya kulevya ya aina ya kokaini kupitishiwa katika uwanja wa Kenya wa JKIA yakaelekezwa ya katika mataifa mengine kwenda kuuzwa, lakini yale madawa unajua yaliweza kunaswa upande wa Uingereza, London. Tunaelezwa kwamba huyu ambaye aliweza kupatwa na madawa ya kulevya ni rafiki wa waziri mmoja mwenye anaitwa Hassan Ali Joho Ikasemekana kwamba na ndio maana umeweza kuona wamechora gari hapo, wakaiwekea bendera kumaanisha waziri, yeye ndiye ana facilitate, yeye ndiye anapiga simu kuelekea uwanja wa JKI akisema kwamba bagi fulani msikague, hiyo bagi imeweza kubeba vitu muhimu ambavyo vinapelekwa katika rubaza za kimataifa. Kipindi ambapo huyu mtu mwenye alikuwa na madawa alikuwa anapita, rafiki wake Hassan Ali Joho, tunaelezwa kwamba ilisemekana kwamba ni madini yameweza kuchimbwa yakaweza kuwekwa ndani ya begi kuenda kufanyiwa testing, na sote tunaelewa kwamba waziri wa madini ni Isaac ama ni Hassan Ali Joho. So tukaelezwa kwamba sasa mpaka serikali imeweza kuhusishwa ndani kwamba wao ndio wanauza madawa ya kulevya katesi ya waziri Hassan Ali Joho. Sasa taifa letu la Kenya liko pabaya katika ulimwengu, mahala ambapo inasemekana kwamba sisi ndio tunapitisha madawa tunaenda kuuza katika rubaa za kimataifa. Ni aibu sana huweza kuona utawala wa bwana William Samoei Arap Ruto kuweza kuhusika kwenye uuzaji wa madawa ya kulevya. Vilevile vile gazeti hilo la the Standard ukiangalia pale juu kuna mahala ambapo wameweza kuangazia kwamba why Kalonzo is most sought after politician once dismissed as indecisive and marked as a watermelon, Kalonzo Msioka has staged a stunning political comeback today, both president William Ruto and the opposition admit that kuna kipindi kimoja Kalonzo Msioka alikuwa anaitwa yeye ni tikiti maji watermelon mtu mwenye hana msimamo. Na William Ruto kipindi kimoja nikamsikia akisema, wakiwa upande wa, wa mabei kwamba yeye wakiingia kwenye kinyanganyiro na a Kalonzo Msioka, Kalonzo Msioka hataweza kumshinda William Ruto. Akasema kwamba atamwaga chini Kalonzo Msioka asubuhi na mapema. Sasa baada ya eneo la Mlima Kenya kuweza kukosana na William Samoei Arap Ruto, William Ruto amekuwa akimkimbilia Kalonzo Musyoka yule ambaye alisema kwamba hana umuhimu wowote. Mara si mbili tatu, Kalonzo Musyoka na Gachagua wamekuwa wakisema kwamba William Ruto amekuwa akimpigia Kalonzo Musyoka simu akimtongoza kwamba aweze kuingia ndani ya serikali. Mara si moja, tumekuwa tukimuona Naibu Rais Kithure Kindiki naye serikali akisema kwamba hatachoka kumtafuta rafiki yake Kalonzo Musyoka, aingie ndani ya serikali. Sio eti kwamba wanataka kumtafutia Kalonzo Musyoka kazi, hapana. Ni kwa sababu eneo la Mlima Kenya liliweza kuhama kutoka kwa serikali. Na eneo la Mlima Kenya ndilo liliweza kupigia William Ruto kura nyingi sana zaidi ya milioni nne. William Ruto anatafuta mahala ambapo atapata hizo kura. So, akaweza kuungana na, na Raila Odinga lakini sasa eneo la Kisii limeweza kujiondoa kwenye muungano wa Raila Odinga vilevile upande wa Luo Nyanza sio wote watapigia William Ruto kura. So, William Ruto amekuwa akitafuta mahala ambapo atasawasisha kura za Mlima Kenya, akaona Kalonzo Musyoka ndiye mzuri, aenda apate kura za Ukambani zaidi ya milioni tatu, lakini sasa Kalonzo Musyoka amekataa, amesema kwamba na yeye anatafuta kiti cha uraisi. vile vile hatuwezi tukasema kwamba Kalonzo Musyoka ana umuhimu hata yeye yuko umuhimu, yuko na umuhimu ndani ya muungano wa upinzani kwa sababu eneo la Ukambani liko na karibu milioni tatu kura. Hizo kura milioni tatu ni nyingi sana. Mnakumbuka jinsi ambavyo Raila Odinga alikuwa na eh, Kalonzo Musyoka wakati uliopita, jinsi ambavyo Raila Odinga aliambulia kutopata hicho kiti. So, upinzani unasema kwamba Kalonzo Musyoka yuko na umuhimu, na umuhimu na serikali wanasema kwamba Kalonzo Musyoka yuko na no umuhimu na sasa hivi tunaelezwa kwamba Kalonzo Musyoka yeye ndiye mtu ambaye anatafutwa sana na serikali pamoja na anatafutwa sana na viongozi wa upinzani ili kuweza kuunda mrengo mkali tukielekea katika uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na saba hey. Katika gazeti la The Star jinsi ambavyo inaona hapo, nalo likaweza kusema kwamba treasury data ah, uh, state borrowed 6 billion per week in four months. Yani, tunaelezwa kwamba serikali ya mheshimiwa Ruto ambayo ilisema kwamba haitaweza kukopa chini ya wiki moja, waliweza kukopa bilioni sita kitu ambacho kwa miezi kwa miezi sita tumeelezwa kwamba serikali imeweza kukopa 95 billion, lakini kwa wiki wanakopa 6 billion kwa lisali moja serikali inakopa 500 and 32.4 million For one hour the government is borrowing 532.4 million and per day the government is borrowing 795.8 million. Just imagine, hizi pesa ambazo wanakopa zinaenda wapi? Na tunatolewa ushuru. Imagine, deni la Wakenya linazidi kuongezeka, sasa hivi liko 12 trillion. hapo chini katika ilo gazeti la The Star, wakaweza kusema kwamba let me show you the way. Matiangi court na tembea hapo jana, Matiangi waliweza kupatana na tembea na Pita Munya, wakaketi chini kwenye masungumzo ya kisiasa, na gazeti hili linasema kwamba Matiangi aliweza kuambia George na tembea, wacha ni kuonyeshe njia jinsi ambavyo tutaunda serikali. Wacha niweze kukuuliza tu swali la kizushi endapo Matiangi atakuwa presidential candidate alafu George natembea akuwe running mate wa Matiangi, utawapigia kura sema? Nasi naomba nikupeleke katika gazeti la People Daily ambalo limeweza kuangazia taarifa mzuri sana gazeti hili la People Daily, jinsi ambavyo unaona hapo likaweza kusema kwamba The one

And the rising cost of living. Tunaambiwa kwamba maneno ya William Ruto kutochaguliwa katika uchaguzi wa mwaka 2027 kwa awamu ya pili ya uongozi yanazidi kushika kasi. Tunaelezwa kwamba katika ukanda wa Afrika marais wameonekana wanaongoza kwa muhula mmoja wa pili, wanakataliwa. William Ruto na yeye amekuwa kimbio na wananchi one time, one time, one time, one time, one time, one time, one time, one time. Kwa nini? Uongozi mbaya, kazi hakuna, vijana hawana kazi, mauaji tele, wizi wa pesa, corruption imejaa, kuomba mikopo mingi, imeweza kuwafanya wananchi kuendelea kumwimbia Mheshimiwa Ruto one time, one time, one time. Sasa tunaelezwa kwamba sio Kenya peke yake ambayo iko tayari kuweza kumpeleka rais William Ruto nyumbani 2027 na aweze kuonekana rais ambaye ataongoza kwa muula mmoja. Mfano, tumeweza kuelezwa kwamba katika taifa la Malawi ambalo liliweza kufanya uchaguzi hivi majuzi mwezi wa Septemba, rais wao aliongoza kwa muula mmoja peke yake. Bwana Lazarus Chakwera na wananchi waliweza kumkataa. Lazarus Chakwera aliongoza kwa muula mmoja na wananchi waliweza kumkataa kwa kile ambacho walisema kwamba kazi haikukua, uchumi uliharibika, uh, nchi hiyo insecurity iliweza uh, kuongezeka, pamoja na matumizi mabaya ya mamlaka corruption, wizi wa pesa. Kumbuka kwamba Chakwera aliingia mamlakani jinsi ambavyo William Ruto aliingia mamlakani, akiwa amebeba Biblia akisema kwamba yeye ni mtoto wa Mungu, yeye ye ni pastor, atasaidia kuweza kufufua taifa. Miaka mitatu baadaye, hata William Ruto anakataliwa, mwenye aliingia mamlakani akiwa amebeba Biblia yenye inaweza ikakuangusha. Angalia taifa kama vile Nigeria. Uh, Muhammadu Buhari left office deeply unpopular after 8 years of hardship. Vile vilevile Zambia in 2021, Edgar Lungu was unseated by Hakainde Hichilema after a single 5 year Angalia Zambia nayo waliweza kumkataa rais wao mwenye alikuwa anaitwa Edgar Lungu. Hichilema e akachukua. Angalia Sierra Leone 2018. Rais mwenye alikuwa anaitwa Bai Koroma ousted after economic stagnation. Uchumi ulipoharibika upande wa Sierra Leone rais wao alipelekwa nyumbani. Ghana both John Mahama and Nana A for, have faced intensive, a one-term pressure from disillusioned citizens. Unaona, na upande wa Ghana nao wananchi wamesema kwamba watapeleka rais wao nyumbani. Kwa nini? Uchumi mbaya katika taifa letu la Kenya, na wananchi wameweza kusema kwamba Rais Ruto ataenda nyumbani. Kwa nini? Uchumi mbaya, kazi hakuna, matumizi mabaya ya mamlaka, kama vile rais anaagiza maafisa wa polisi kuweza kuwapiga wananchi risasi ya miguu Wizi corruption, eh? Masomo yameharibika pamoja na mambo mengine misplaced priorities. Unapata kwamba rais badala ya kuweza kuwafanyia wananchi, yeye kila saa kila saa ni kupiga kampeni, kama leo walipatana, kama jana walipatana na Moi kuweza kupanga kuhusu siasa. Hayo masaa ambayo walikuwa wanazungumza na Moi, mbona asisumbue, asitumie kuweza kuwafanyia wananchi kazi? Hayo ndio ameweza kuangaziwa katika gazeti la People Daily. Naomba nikupeleke katika gazeti la Taifa Leo, tumalizie hapo. Gazeti hilo la Taifa Leo linasema kwamba mkubwa mkaidi ni nani? Huyu ambaye ni mkubwa mkaidi katibu wa fedha apuuza mialiko ya kamati ya bunge, ajitetea alikuwa US ingawa amealikwa kwa mara ya kumi na katibu wa wizara ya fedha Chris Kipto anakumbwa na presha kali kutoka kwa wabunge kwa akukosa vikao vya kamati ya bunge mara 16, ambapo alitarajiwa kutoa maelezo kuhusu matumizi ya fedha za umma. Imagine, pa uh, principal secretary wa wizara ya fedha bar Chris Kipto amekuwa akiombwa afike mbele ya ma Uh, afiki mbele ya kamati ya bunge aweza kuelezea jinsi ambavyo pesa za wananchi zinatumika, lakini bwana Chris Kipto hajawahi fika hata mara moja, hajawahi hajawahi. Hiyo ni kiburi, na hii inatueleza vizuri kabisa yale madai ambayo wacha wa kipindi kimoja aliweza kusema kwamba makatibu wakuu kwa kila wizara ndio wako na mamlaka zaidi hata kuliko waziri, kwa sababu huwa wana ripoti kuelekea kwa William Ruto na wala sio kwa wabunge. Ndio maana tumeweza kuambiwa kwamba mkubwa mkaidi. Katika gazeti hilo vilevile la Taifa Leo likaweza kusema kwamba Ruto Moi wakutana katika Ikulu, mm -hmm, kitu ambacho nilikueleza mwanzo mwanzo kwamba William Ruto alikuwa anafanya mkutano na Gideon Moi akimwomba kwamba aweze kujiondoa kwenye kinyanganyiro cha Baringo. Tunangoja tuweze kuona jinsi ambavyo mambo yatakuwa, mambo yataisha, ili tuweze kuona jinsi ambavyo siasa za taifa letu zitaendelea. William Ruto yeye wakiungana na Gideon Moi ni urafiki, ila Gachawa wakiungana na Uhuru Kenyatta wanaitwa wao ni wakabila. Tunaelezwa kwamba Gen Zs wakaa ngumu upande wa Madagaskar. Katika taifa la Madagaskar, maandamano ya Gen Zs yamezuka, yanaendelea kwa sababu ya ukosefu wa nguvu za umeme na petroli. So wanamtaka rais wao aweza kujiuzulu kutoka mamlakani, lakini rais na yeye amekataa. Lakini Gen Zs wa huko wamesema kwamba lazima atajiondoa, hata aruke nini hata afanye nini, lazima atajiondoa kule juu kuna penye wameweza kusema kwamba alenga kuvunja rekodi ya dunia ya kupika kwa muda mrefu. Ni hayo ambayo yameweza kuchapishwa kwenye magazeti katika taifa letu la Kenya, hayo ndio yameweza kupewa kipaumbele, yaani hizo ndizo taarifa kubwa ambazo zimeweza kuchapishwa katika gazeti hili ama magazeti haya katika taifa letu la Kenya hii leo Alhamisi, tarehe ni tisa mwezi ni wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Je, wazo lako ni lipi kuhusu na haya ambayo nimeweza kukueleza? Tafadhali piga subscription, bonyeza kengele hiyo. Ndio njia moja tu ya kuweza kusupport hichi kituo. Endapo utaweza kuguzwa na uweza kuona kwamba kazi ambayo tunafanya ni nzuri, usije ukasita kutulipia wifi, ndio hii hapa, usije ukasita kutulipia wifi. Tuendelee kukuhudumia kukueleza yale ambayo yanaendelea katika taifa letu la Kenya. Mwenyezi Mungu awabariki. Asanteni sana kwa kuweza kunisikiliza.